Hapo zamani za kale, katika msitu mkubwa wa kijani uliosheheni wanyama wa kila aina, waliishi wanyama wawili tofauti sana, tembo mkubwa anayeitwa Bwarere na sisimizi mdogo anayeitwa Mdundo. Bwarere alikuwa akitembea kifua mbele kila siku, akijiona bora kwa sababu ya nguvu zake. Alipita mahali popote alipotaka, akakanyaga nyasi, migomba, hata makazi ya wanyama wadogo bila kujali. Siku moja, alikanyaga mji wa sisimizi bila kujua, akaharibu mashimo yao na chakula chao. Sisimizi waliomba msamaha na kumwambia Bwarere, tafadhali epuka kutupitia tena, tunahangaika sana kujenga miji yetu. Lakini bwarere alicheka, mie ni ti viumbe wadogo kama ninyi hamna maana. Wakasikitika, lakini Mdundo ambaye alikuwa kiongozi wa sisimizi aliamua kuonyesha kuwa hata mdogo anaweza kuwa na nguvu. Aliwaita wanasisimizi wote na kupanga mpango. Siku iliyofuata walimsubiri Bwarere akiwa amelala kivulini. Taratibu sisimizi waliingia masikioni, puani, na hata katikati ya vidole vya tembo. Walimuuma taratibu kwa mpangilio. Tembo alianza kujikuna, kujitingisha, akapiga kelele, ah, kuna kitu kinaniuma, inauma sana. Hakujua ni nani. Alikimbia msituni, akajitumbukiza mtoni, lakini bado maumivu hayakuisha. Mwishowe kwa taabu akalia, nani anayeniumiza hivi? nitafanya chochote, naomba mnionee huruma Mdundo alijitokeza kwenye sikio lake na kusema kwa upole, sisi ni wale sisimizi ulio wadharau. Tulitaka ujue kuwa sauti ya mdogo pia inastahili kusikilizwa. Tembo alinyamaza akiwa na aibu, alikiri: samahani, sikuamini kuwa mnaweza kuwa na nguvu. Nimejifunza. Kuanzia sasa, nitawaheshimu wanyama wote, wakubwa kwa wadogo. Na kweli tembo aligeuka rafiki wa kweli wa sisimizi, aliwasaidia kujenga makazi mapya kwa miguu yake mikubwa na kuhakikisha kuwa hakuna tena anayewadharau. Funzo la hadithi: ujasiri haupimwi kwa ukubwa wa mwili, bali kwa hekima, mshikamano na moyo wa kweli.